Inasema rekodi mpya kwa sekta ya madini kivuka rengo. Hiyo ni habari kwenye gazeti la Mwananchi. Lakini mifumo ya ajira ya wakera wabunge, hiyo ndio habari kubwa kabisa kwenye gazeti laku la Mwananchi. Inasema mifumo ya ajira ya wakera wabunge, wacharuka wakisema kuna ukiukwaji mkubwa, wataka ifumuliwe kunusuru janga la ajira kwa vijana wasomi nchini. Lakini wataka mabadiliko katika udaili, wahoji sababu wageni kupata ajira hiyo ni habari kwenye gazeti la Mwananchi kwenye kurasa wa mbele. Lakini mshike mshike wa saa mbili za heche na polisi. Lakini Samia, bila sheria hakuna haki. Huyu ni Rais Samia Suluhu Hasani asema bila sheria hakuna haki. Lakini mnyukano wa Mchengerwa na Gambo, madai ya upigaji fedha lakini fumbo kwa wabunge kumi na tisa kurejea Tanzania, e, kurejea Tanzania bungeni Mfumbo e, e, kwa wabunge kumi na tisa kurejea tena bungeni. Hilo ni fumbo kubwa kwa wabunge kumi na tisa kurejea tena bungeni, habari kwenye gazeti la Mwananchi kwenye kurasa ya mbele. Lakini kwenye gazeti lako la Nipashe mwanga wa jamii asubuhi ya leo tunaanza na habari kubwa naosema, aliyeua mkewe kwa kumchoma moto kisa meseji ya usiku mnene na e kunyongwa aliyeumwa mkewe kwa kuchoma moto kisa meseji ya usiku mnene, naye kunyongwa. Lakini vijana wasomi watangaziwa nafasi elfu arobaini na moja na mia tano ajira serikalini, vijana wasomi watangaziwa nafasi elfu arobaini na moja na mia tano ajira serikalini. Yule habari inaendelea kwenye ukurasa wa nne wa gazeti lako la Nipashe. Lakini habari kubwa kwenye ni gazeti la Nipashe ni Chadema ya mwangukia rais, kesi ya Tundu Lissu Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema yamwangukia rais, si kesi ya Tundulisu. Heche aomba spika zifungwe mahakamani. Leo ajibu hoja za G55, no reform no election yasonga mikoa ya kanda ya kati. Mnyika ajitosa. Lakini Samia, kila sheria itafumuliwa itakapobidi. Rais Samia asema kila sheria itafumuliwa itakapobidi. Habari inaendelea kwa kina ukurasa wa pili lakini mvutano Mchengerwa na mbunge Gambo wafika pagumo. Wasira ardhi salam za viongozi wa dini zimewatia moyo. Wasira ardhi salam za viongozi wa dini zimewatia moyo. Hiyo ni habari ukurasa wa tano kwenye gazeti lako la Nipashe Mwanga wa Jamii kwa asubuhi ya leo. Lakini gazeti lako la kula Zanzibar leo lenye asubuhi ya leo ni habari kubwa inosema, wa Tanzania watakiwa kutogawanyika uchaguzi mkuu. Uh, e, huyu ni Biteko sema wa Tanzania watakiwa kutogawanyika uchaguzi mkuu. Lakini bado kuna habari inayosema Dr. Samia marekebisho ya sheria kurahisisha upatikanaji wa haki Uine, Rais Samia asema marekebisho ya sheria kurahisisha upatikanaji wa haki. Lakini Uthmani akabidhi vifaa visaidizi kwa watu wenye ulemavu, Uthmani akabidhi vifaa visaidizi kwa watu wenye ulemavu. Hiyo ni habari ukurasa wa tatu. Lakini kuna habari inayosema watoto wanawake waathirika zaidi ya vitendo vya ukatili watoto wanawake waathirika zaidi kwenye vitendo vya ukatili. Lakini maelfu waanza kumwaga Papa, maelfu waanza kumwaga Papa. Hiyo ni habari kwenye gazeti la Zanzibar leo ukurasa wa mbele. Lakini gazeti lako la habari leo linasema madini yafikisha mchango asilimia kumi pato la taifa, madini yafikisha mchango asilimia kumi pato la taifa. Lakini mpango eh, tuwekeze utalii vyakula vya Afrika na watu zaidi Eh, hey, ya laki mbili na elfu hamsini eh, kuhudhuria maziko ya Papa Francis. Lakini binti aledai kutumwa kumuua, mpina afikishwa kortini na Biteko, tulinde amani tusigawanyike. Yu ni habari kurasa, lakini kurasa tatu wa gazeti lako la habari leo, na ndiyo habari kubwa inasema, Tanzania yajizatiti upatikanaji wa haki. Gazeti la habari leo inasema Tanzania tujizatiti upatikanaji wa haki yaziweka pamoja sheria kuu 44466 Rais Samia aeleza tija yake, ahimiza waafrika milioni 950 eh, wapate nishati safi. Lakini ajira mpya zaidi aa elfu 74, zaja, ajira mpya zaidi ya elfu 74 zaja. CCM yaagiza fidia bilioni 7, ya sifu viongozi wa dini. Lakini mchakato wa ugawanyaji majimbo waanza mchakato wa ugawanyaji majimbo waanza. Tumeyakutana, tume ya kutana na wadau maeneo walioomba kugawanywa. Hiyo ni habari ukurasa wa saba wa gazeti lako la habari leo. Lakini kwenye gazeti lako la uhuru lenyewe lina habari kubwa inaowanza, Rais Samia ataja manufaa sheria zilizofanyiwa urekebu. Lakini wasira viongozi wa dini watatutia nguvu kuendelea na uchaguzi mkuu. Dkt Nchimbi asifu uboreshaji mkubwa sekta ya afya nchini lakini Dr Mpango afichua mbinu ya kukuza utalii wa vyakula. Lakini Dr Biteko asisitiza uh, utulivu wa miaka 61 ya Muungano na viongozi acheni kuahidi wagombea. Makala asema uh, viongozi acheni kuahidi wagombea. Lakini mwili wa papa Francis wa wasili kanisa St Peta. Dr Mpango afichua mbinu ya kukuza utalii wa vyakula. Hilo ni gazeti lako la Uhuru ukurasa wa mbele lakini gazeti la Majira asubuhi ya leo linaandika Rais Samia ashiriki mkutano wa kimataifa wa mabadiliko ya tabia ya nchi. Lakini Mwigulu ateta na, na mtendaji uendeshaji wa World Bank, hiyo habari waukurasa watatu, na uoga wa kikwazo cha mapambano ya VVU Zanzibar. Lakini Samia afunguka kuhusu mabadiliko ya sheria, rais apongezwa mageuzi sekta ya madini na sisi ya kubali ushauri wa viongozi wa dini. Lakini Dr. Biteko, Watanzania msigawanyike wakati wa uchaguzi. Huyu ni Dr. Biteko kwenye gazeti la kula Majira, anasema Watanzania msigawanyike wakati wa uchaguzi. Lakini kuelekea huko Vatican, eh, viongozi wa duniani kushiriki mazishi ya Papa Francis. Hiyo ni habari kubwa kabisa kwenye gazeti la Majira ukurasa wa mbele. Lakini gazeti la kula Taifa Tanzania, uzalendo kwanza lenye linaanza na habari inaosema Rais Samia ataka sheria za Tanzania zitafsiriwe Kiswahili. Lakini ofisi ya rais Management ya utumishi wa umma yaomba bilioni 16.9. Bilioni na mchengerwa aongezeka, vita ya Makonda na Gambo. Lakini sekta ya madini yachangia zaidi ya asilimia ya kumi katika pato la taifa, yule habari kubwa kwenye gazeti lako la Taifa, Tanzania uzalendo kwanza. Lakini gazeti lako la uelekeo la wapa habari inaosema awapa eh, mama baba lishe Longido mitungi hamsini ya gesi. Ni nani huyo? Basi gazeti lako la uolekeo na linakuletea habari hii kwa kina, Samia sami yaipaisha sekta ya madini. Hiyo ndio habari kubwa kwenye gazeti la uolekeo. Waepukeni wanasiasa wanaohatarisha amani, huyo ni Dr. Nchimbi chimbi. Ni habari kwenye gazeti la uolekeo ukurasa wa mbele. Lakini mtazamo mpya gazeti lako asubuhi ya leo linaandika Chalamila, atakayekinukisha Dar es Salaam awe tayari kunuka huyu ni mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Albert Chalamila asema atakayekinukisha Dar es Salaam awe tayari kunuka. Lakini Gambo aibua tuhuma ufisadi wa bilioni ni mradi wa Stendi Arusha, ahoji vigezo vilivyotumika kumkataa e, wa bilioni 23 na kumpa wa bilioni 31, aomba TAKUKURU na taasisi nyingine za uchunguzi ziingilie kati, asema hamtuhumu mtu zaidi ya maslahi ya taifa. Lakini nyumba za ibada Morogoro zavamiwa na watia nia e, nyumba za ibada Morogoro zavamiwa na watia nia. Dr Mwinyi aongoza kikao cha kamati ya maalum Zanzibar. Hiyo ni habari ukurasa wa 4 wa gazeti lako la Mtazamo. Lakini gazeti lako la wa machinga sauti ya wa wanyonge linaandika Wasira, viongozi wa dini wametutia nguvu kuendelea na uchaguzi mkuu. Huyu ni Steven Wasira asema viongozi wa dini e, wametutia moyo kuendelea na uchaguzi mkuu lakini Kasim Majaliwa, Samia lego edi ni suluhisho. Kasim Majaliwa asema Samia lego edi ni suluhisho, asema imekuwa, eh, ni jina la mafumbo mengi katika changamoto ya kisheria kwa wanyonge wengi. Sasa imekuwa kimbilio la wananchi kwenye kutatuliwa migogoro mbalimbali. Lakini kuna baadhi wanasema siasa ya ukanda, ukabila zaitesa sisi, Moshi mde atuma kombora kwa Mrema, uchambuzi wake wa sheria, kanuni ya uchaguzi yule ambaye ni kwenye gazeti la Machinga. Lakini kiche tena kurasa za mbili sasa tuangazie kwenye michezo na burudani tunaangazia gazeti la Machinga linaandika Singida Black Stars kufungua dimba muungano leo. Lakini Modoija amshukuru Rais Samia Safari ya Simba. Na Beki KMC mbioni kujiunga na Al Hilal. Lakini kuna habari kimataifa, nasema Liverpool ni tayari kumwachia Alonso. Hilo ni gazeti lako la Machinga. Lakini gazeti lako la Mtazamo linaandika Mo ampongeza Rais Samia safari ya Simba. Mzizi mziziawakuna nyota wa zamani. Lakini gazeti lako Uelekeo linaandika Yanga tumebakiza mechi tatu tu, au ni Yanga wasema wamebakiza mechi tatu tu, na huku wakijinasibu kuto kuitambua mechi namba 84 iliyohairishwa. Lakini Mo Dewiji amzidi utajiri Ronaldo, Dr Samia aibeba Simba Sauzi. Hiyo ni gazeti lako la Uelekeo, ukurasa wa michezo gazeti la kitaifa Tanzania, serikali ya gharamia michezo wa Simba Afrika Kusini. Mzizi aweka wazi kukitaka kiatu. E, Mzizi aweka wazi kukitaka kiatu, kuzalisha wanachuo, Mwijaku naye kuhojiwa na polisi. E, kuzalisha wanachuo, Mwijaku naye kuhojiwa na polisi. Lakini gazeti lako la Majira kwenye michezo, Samia agharamia usafiri ma, malazi. Klabu ya Simba yatua kwa kishindo Afrika Kusini, balozi awatia mzuka wachezaji, Stellenbosch wapagawa lakini waziri mkuu awafunda maafisa wa utamaduni nchini. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Majira. Lakini gazeti lako la Uhuru linaandika Simba ya pewa mbinu za ushindi, Yanga yapania muungano kapu. Hiyo ni gazeti lako la Uhuru. Lakini gazeti lako la Nipashe linaandika wabongo kuiteka Afrika Kusini, Yanga yaingiza nyota wa nne. E, kumi bora upachikaji mabao. Hilo ni gazeti lako la Nipashe kwenye kurasa za michezo. Lakini Habari Leo, Simba wamshukuru Rais Samia. Watakiwa kuchangamkia fursa Afcon na chani. Hilo ni gazeti lako la habari leo, ukurasa wa ukura leo michezo. Lakini Azam KMKM kufungua muungano, hiyo ni habari, ukurasa wa 23. Lakini gazeti lako la Zanzibar leo kwenye michezo inaandika serikali ya ipa Simba ndege malazi Afrika Kusini. lakini JKU Singida na Black Stars kufungua pazia ya kombe la muungano. Na kuna gazeti lako la michezo, gazeti la Mwanaspoti ukurasa wa michezo linaanza na habari Yanga yapigia hodi yapiga eh, hodi kafu, Yanga yapiga hodi kafu. Fadu, mkeka umetiki. Huyu ni kocha mkuu wa Simba Sport Club Fadu Davis eh, asema asilimia tisini, mkeka umetiki. Mabosi wakutana mezani, mabao 12 aliopeana John Noble e, eh, mabao 12 aliopeana John Noble e, eh, ni gazeti lako eh, la Mwanaspoti. Lakini marefa hawa ni burudani eh, marefa hawa ni burudani, kilichopo nyumba